Mwanamke mmoja anayedaiwa kuwa kahaba katika mtaa wa Huruma alipatikana ameuawa katika vyumba vya kukodi malazi. Mwili wa mwanamke huyo, ulipatikana chini ya kitanda, huku sehemu yake ya siri ikiwekewa kipande cha mti. Mwanahabari Francis Mtalaki na taarifa hiyo. Wata, pesa, pesa, pesa, sisi. Pesa, sisi. Pesa, pesa, pesa ndio zimesababisha mmoja wao kupoteza maisha yake, na kama sikio la kufa alisikii dawa, jamii hii ya makahaba imeapa kuendelea na biashara yao. Sehemu hii ndio vimbanga walivyokuwa kishuhudia wakazi wa Huruma baada ya kaba huyo kufariki katika njia ya kutatanisha usiku wa kuamkia leo kwenye vyumba vya kukodi mtaani humo. Mm, no, no, lazima. Inasemekana kahaba huyo alijipatia mteja hapo jana, na ilipofika wakati wa asubuhi hakuna aliyegundua, hadi pale mmoja wafanyi wa wafanyikazi wa gesti hizo alipofika kufanya usafi na kukumbana na maiti hiyo chini ya kitanda. <coughs> Ni kitendo cha kinyama ambacho wengi hawangeweza kustahimili, kwani kahaba huyo alikuwa amedungwa mti katika sehemu zake za siri. Biashara hii ya ukahaba inasemekana kupamba moto katika eneo hili la mbudhi ya mtaa wa Huruma. Polisi walifika kuuchukua mwili wake huku wakianzisha uchunguzi wa mauaji hayo. Francis Mtalaki, KTN Wikendi.